Raisi wa Marekani Donald Trump amesema kuwa kwa sasa hana mpango wa kuitumia sheria ya uasi ya mwaka elfu moja mia nane na saba katika kukabiliana na maandamano yanayoendelea jijini Los Angeles nchini humo. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo tayari ameamuru kupelekwa wanajeshi elfu mbili wa jeshi la akiba katika eneo hilo, hatua ambayo haikumpendeza gavana wa California Gavin Newsom. Akizungumza na waandishi wa habari huko New Jersey, rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kuwa huenda akatumia sheria hiyo ambayo inamruhusu rais kupeleka jeshi la kawaida ndani ya mipaka ya Marekani kama kutakuwa na uasi ambao utajitokeza kupitia maandamano hayo. Aidha, amesema kuwa haamini kama kuna uasi unaoendelea Los Angeles nchini humo, ila ni watu wenye vurugu na sheria haitawaacha wakatoroka pasina kufuata mkondo wake, kwa kuwa taifa hilo linahitaji utulivu wa hali ya juu. Haya yanajiri kufuatia agizo la Trump kufanya msako wa wahamiaji, jambo ambalo limepingwa vikali na mamia ya raia walioandamana wa kupinga misako hiyo inayotekelezwa nchini ya sera zake za uhamiaji. Katika hatua nyingine, kupitia jukwaa la Truth Social hapo jana, Rais Donald Trump amesema kuwa maandamano hayo yanaanzishwa na wachochezi wa mrengo wa kushoto wanaotumia waandamanaji wa kulipwa, hawatavumilia. Naye gavana wa California Gavin Newsom amemkosoa Trump kwa kupeleka jeshi la taifa na kudai kuwa hatua hiyo inalenga kutengeneza sinema ya kisiasa na siyo kutatua chanzo cha mgogoro huo. Kanda za video zimeonyesha magari ya kijeshi takriban sita na askari waliobeba ngao zao za kupambana na ghasia, ambapo idara ya usalama ya ndani DHS ilidai kuwa takriban watu elfu moja walifanya maandamano siku ya juzi na kusababisha kutoweka kwa hali ya kiusalama. Mwanaidi Mubarak, SAUT Digital.